Kila wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli, baada ya ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu

wapakwa mafuta wa shetani wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli, wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa shetani kweli meacha wafundisho mapokeo toka Roma. Wapendwa, Bwana Yesu wasifiwe, amina. Bwana Yesu wasifiwe sana, amina. Basi nipende kuwakaribisha katika huduma kuu hii ya mchana tunapoendelea kujifunza neno la Mungu katika chaneli hii ya Kanisa la saa kumi na moja ambayo inapatikana YouTube, ukiwa tu na simu yako ya touch au ukiwa na laptopu, ingia tu mtandaoni andika Kanisa la saa kumi na moja, utapata miendelezo ya mafundisho yetu kuanzia somo la kwanza mpaka somo la mwisho, na utapata mafundisho mengi kuhusiana na mambo ambayo tulikuwa tunajifunza siku ya Sabato kama siku hii ya leo ya Jumamosi. Basi ninapenda kukukaribisha tuimbe wimbo namba mia moja thelathini. Baada ya wimbo mtumishi atatupatia ombi kwa ajili ya somo. Yesu kwetu ni rafiki, wambiwa haja pia, tukiomba kwa babaye, maombi asikia lakini twajikosesha twajitweka vibaya, kama tulimwomba Mungu du wa alisikia, unadhiki na mao shaka pia haifai kufa moyo, du wa atasikia. Hakuna mwingine mwema wak

Basi tupige magoti tuombe, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa utukufu, tunakushukuru kwa upendo wako na hekima yako kuu. Sante kwa kuwa pamoja nasi katika sabato ya leo. Sasa tunakuja mbele zako tukihitaji kujifunza neno lako, tunajinyenyekeza kwako tukiomba uki ukapate kutusaidia kulielewa neno lako, kwa kuwa neno hili alikuandikwa kwa hekima wala uwezo wa kibinadamu. Hivyo liko juu sana kuliko akili za mwanadamu zilivyo, na hata sisi hatuna uwezo vyema wa kulielewa. Hivyo tujalie tunapokwenda kulielewa kuliso kujifunza wewe ndio katujalie, tukapate kuelewa. Hata nami ninayekwenda kufundisha neno lako, sina uwezo vyema kulifundisha, hivyo Mungu, nitumie kama chombo, na hawa wanaosikia wasisikie kama neno tu linalotoka kwa mwanadamu, bali kama neno lako, na siku zote ndivyo lilivyo. Nena nasi Bwana, tuko tayari kusikia. Tunaomba hayo machache kupitia jina la mwanao Yesu Kristo amina, amina. E, basi watu wa Mungu amjambo, basi ninawakaribisheni sana sana e, katika sabato ya leo e, sabato ya tarehe saba mwezi wa sita mwaka 2025 katika masaa haya ya mchana, ninawakaribisheni sana sana e, katika kwenda kujifunza kwa pamoja e, katika saa hii ya mchana, tutakuwa tuna somo ambalo tutakwenda kulitafakari wote kwa pamoja. Somo ambalo tutakwenda kujifunza katika sabato hii ya mchana e, litakuwa lina kichwa kinachosema kumtafuta Bwana na nguvu zake. Kumtafuta Bwana na nguvu zake, ama unaweza ukasema kumtafuta Mungu na nguvu zake. Hili ndilo somo ambalo tutakwenda kujifunza katika siku ya leo, na nikuombe ndugu yangu mpendwa, tukapate wote kwenda pamoja ili tukapate kujifunza jambo hili e, kwamba tunapomtafuta Mungu, tunapokuwa tunamtafuta Mungu, tunapaswa tuweze kutafuta na nguvu zake. Tunapomtafuta Mungu tunapaswa tuweze kutafuta na, na nguvu zake. Mnamo siku hizi za mwisho, katika hizi siku tutakavyo tunazoziishi, tutaona e, kundi kubwa la watu linamtafuta Mungu lakini alitafuti nguvu za nani? Nguvu za Mungu. Na tutaona sasa katika somo letu matokeo ya kumtafuta Mungu na kuacha kutafuta nguvu zake, unakuwa ni mtu wa namna gani. Lakini tunachotakiwa tufanye tunatakiwa tumtafute Mungu na tutafute nguvu zake. Somo letu limejengeka katika fungu la maandiko la Mambo ya Nyakati wa Kwanza kumi na sita kumi na moja. Hilo ndilo litakuwa fungu letu kuu. Kumi na moja, neno la Mungu limesema: mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote, mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo hapa tunaaswa e, sisi watu wa Mungu. Tumtake Bwana na tumtake na tutake na nguvu zake. Maana yake ni nini? Yaani tumtake Mungu lakini pia na tutake nguvu zake. Sasa, mnamo siku za mwisho, hasa katika siku tunazokuwa tukiishi, watu wengi sana wana- wanasema wanamtafuta Mungu au nitumie lugha, wanadai wanamtafuta Mungu au tunadai tunamtafuta Mungu, lakini hatuna nguvu za Mungu lakini hatuna nguvu za nani? Lakini katika hiyo Mambo ya wa Nyakati wa kwanza kumi na sita mstari wa kumi na moja neno la Mungu limetuambia kwamba mtakeni Bwana na nguvu zake. Sasa tukasome katika Timotheo wa pili moja mpaka tano tuone neno la Mungu linavyosema Timotheo wa pili mstari wa kwanza hadi wa tano. E, Timotheo wa pili mstari wa kwanza hadi wa tano. Ah, Timotheo wa pili samani tatu, Timo, Timotheo wa pili sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa tano. Anasema hivi, anasema lakini ufahamu neno hili, anasema lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Anasema siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Anasema watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kujisifu, wenye kiburi wenye kiburi, wenye kutukana, wenye kutukana wasio ti wazazi wao mm -hmm. wasio na shukurani mm -hmm. wasio safi mm -hmm. wasio wasiowapenda wakwao mm -hmm. wasiotaka kufanya suluhu mm -hmm. wasingiziaji mm -hmm. wasiojizuia mm -hmm. wakali mm -hmm. wasiopenda mema Ehe. Wasaliti, wasaliti, wakaidi, wakaidi, wenye kujivuna, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Sasa sikiliza, fungu la tano. Hizo ni tabia za watu watakao kuwemo siku za mwisho. mwisho fungu la tano anasemaje? Wenye, wenye mfano wa utaua lakini wakikana nguvu zake, zake, ehe, nao nao ujiepushe nao. Maandiko yanasema kwamba mnamo siku za mwisho kutakuwa ni wakati wa hatari wa watu kuishi ndani yake. Kimsingi maandiko yanasema e, yanasema maadili yataporomoka Hakutakuwa na maadili, maadili yataporomoka. Na anasema kwamba kundi kubwa la watu watakuwa na mfano wa utaua. Watakuwa na mfano wa nini? Wa utaua. Maana yake ni nini? Watakuwa na mfano wa Ukristo, watakuwa wakidai ni Wakristo, lakini wakikana nguvu za nani? Nguvu za Mungu. Kwa hiyo litakuwepo kundi hasa, ili kundi sasa ndio litakuwa la watu wengi, kundi la watu wengi, mnamo siku za mwisho watakuwa ni watu ambao wanakana nguvu za Mungu wanazikana yani, hawazitaki hawazitaki nguvu za Mungu, na maandiko yanasema watu wa namna hiyo ambao wanazikana nguvu za Mungu, hao watu jiepushe nao. Na aliposema wana mfano wa utaua, hebu nisomewe e, Tito moja kumi na sita. Hao watu wenye mfano wa utaua ni watu wana tabia gani? Tito moja kumi na sita anasema wenye mfano wa utaua lakini wakikana nguvu zake. Hao wanaokana nguvu wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, Mungu, bali kwa, kwa matendo yao wanamkana, wanamkana. Ni wenye machukizo waasi, mara kwa kila tendo jema hawafai. Sasa maandiko yanasema hivi, wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu bali kwa matendo yao wanamkana ni wenye machukizo waasi, wala kwa kila tendo jema wafanyeje? Hawafai. Kwa hiyo mnamo siku za mwisho, hili kundi litazidi kuongezeka, wengi watadai wako kwenye imani, na leo ndio watu wa namna hii waliojazana ndani ya makanisa au ndani ya madhehebu. Watu wanakiri wanamjua Mungu, lakini Mungu haonekani katika matendo yao. Anasema wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali katika matendo yao wanamkaa, wanamka. unaweza ukajiuliza swali, mpendwa Hawa watu wanamkana Mungu kwa nini? Hawana nguvu zake. Hawana nguvu za nani? Nguvu za Mungu. Hawana nguvu za Mungu. Kwa hiyo wanakiri wanamjua Mungu lakini hawana nguvu za nini? Na rafiki yangu mpendo, unayenisikiliza, mtafute Mungu natafuta nguvu zake, vinginevyo utaingia katika hili kundi, utadai kwamba unamjua Mungu. Je, umeshinda dhambi? Je, umetakasika? maisha yako yamekuwa safi? Vinginevyo utakiri ya kwamba unamjua Mungu lakini kwa matendo yako unamkana. Yani, ni mnamo siku za mwisho kundi hili litaongezeka, watu wengi watadai wanamjua Mungu, lakini katika matendo yao na katika tabia zao Mungu hatadhihirishwa. Mungu hatadhihirishwa, na kwa lugha nyingine watakuwa wanadai wanamjua Mungu, ila matendo ya ucha Mungu hayaonekani. Hebu tuende pia kwenye kitabu cha Yakobo, tukapate tukapate, sasa swali, sasa tujiulize swali. Watu wa namna hii wanaosema wanamjua Mungu, lakini udhambi ni mtindo mmoja, dhambi kwao ni kama biashara, dhambi kwao ni kitu cha kawaida, dhambi kwao ni kitu cha kawaida, wana utakatifu wa siku moja. Nasema kwamba leo watu wanaenda katika e, katika majumba yao ya kuabudu, akienda anakuwa mtakatifu wa muda, akitoka katika mlango utakatifu anauacha mle kwenye lile jumba na si kwenye hilo jumba hata kwenye hayo majumba ni uzinzi ni uongo ndiyo unaendelea sasa hebu soma yakobo mbili mstari wa kumi na nne anasemaje ndugu zangu Anasema, ndugu zangu, anasema ya yafaa nini mtu akisema kwamba anayo, kwa anayo imani lakini hana matendo, lakini ana matendo? Ye, ile imani yaweza kumuokoa? Anasema eti tuulizane, mtu akidai hivi, mimi nina imani, mimi ninamwamini Mungu lakini ni mzinzi ni mwongo ni mwizi ni mwabudu sanamu na machukizo yote unayoweza kuyajua, eti inafaa nini hata sisi hapa eh? eti tuseme hivi tunayo imani tunamwamini Mungu lakini matendo hayo ya Mungu hayaonekani. Swali tunaulizwa hapa, imani ya namna hiyo ita, itaweza kutuokoa? Kwanza imani ya namna hiyo haipo. Soma mstari wa ishirini na sita kwenye hiyo Yakobo mbili, mstari wake wa ishirini na sita. Kwa hiyo kundi kubwa la watu leo wanadai wana imani, lakini katika matendo yao wamemkana Mungu Anasema anasema, maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, umekufa. Anasema maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Anasema vivyo hivyo, hivyo imani pasipo matendo imefanyeje? Imekufa. Kwa anasema imani isiyokuwa na matendo imekufa. Kwa hiyo ndugu zangu, ushahidi mkubwa ya kwamba tuna imani, ushahidi mkubwa ya kwamba tuna nini? Tuna imani, ni matendo yale tunayofanya na hichi ni kipimo cha kawaida, na hichi kipimo yeyote anaweza hapa akajipima. Hebu nisomee waraka wa kwanza wa Yohana mbili mstari wa tatu na wa nne. Kwa hiyo kundi kubwa la watu mnamo siku za mwisho ni kundi litakalokuwa lina dai lina imani, ni kundi kubwa litakalokuwa lina dai lina imani, lakini matendo ya uchamungu ayapo. Timotheo ametuwekea vizuri, wana mfano wa utaua lakini wanakana nguvu zake. Waraka wa kwanza wa Yohana mbili mstari wa tatu na wanne. Kiangalie kipimo kweli, kama we ni mcha Mungu, na yeyote uwe mimi uwe wewe, hata ndugu mnaonisikiliza hapa, ujiweke kwenye hicho kipimo, jiweke kwenye hicho kipimo. Ndicho kipimo Biblia ilichotupatia cha kukuonyesha wewe unamjua Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana mbili mstari wa tatu na nne. Anasemaje? Na katika hili tutajua ya kuwa tumemjua yeye. Anasema na katika hili tutajua ya kwamba tumemjua yeye ikiwa tunashika amri zake. Katika hili tutajua ya kwamba tumemjua nani yeye? Hei. Hei. Kitu gani kitatuonyesha tunamjua Mungu? ikiwa tunazishika ha amri zake. Endelea kusoma. Yeye asemaye nimemjua yeye ambaye anasema kwamba ninamjua Mungu wala hazishiki amri zake, wala huyo mtu hazishiki amri za Mungu ni mongo, ni muongo, wala kweli haimo ndani yake, na kweli haimo ndani yake. Sasa tufafanushe hapo vizuri na katika hili tutajua ya kwamba tumemjua yeye. Rafiki yangu, naye nisikiliza, kipimo kitakachokuonyesha unamjua Mungu, Biblia inasema ni pale wewe unapokuwa unazishika amri zake, ni pale wewe unapotembea kulingana na amri zake, na huo ndio Ukristo wa kweli. Ukristo wa kweli ni kutembea kulingana na maagizo ya Mungu Ukidai wewe ni Mkristo, hata msimamo wako uweze hata udai wewe ni mwalimu wa kidini, hata udai wewe ni nabii mkuu <laughs> wengine wana, wana majina wanajiita manabii mkuu, kwamba wewe ni mtume. Biblia inatuambia na katika hili tutajua ya kwamba tumemjua yeye ikiwa tunazishika amri zake. Anasema yeye ambaye anadai anasema anamjua wala azishiki zake amri zake ni muongo. Amesema ni nani? Ni muongo. Waongo wangapi wako makanisani? Hey, waongo wangapi wako katika mazehebu. Waongo wangapi wapo duniani? Lugha ni ile ile. Unajua mimi naipenda Biblia inayongea mambo kitu kile kile katika mtazamo tofauti. Hichi kinachosemwa hapa ni kile kile. Hawa watu wanaodai wana- wanamjua Mungu, hao hapo hawashike amri zao ni waongo, na ndio wale wenye mfano wa utaua lakini wakikana, na anasema hao nao, jiepushe nao. nao watu wa namna hiyo, jiepushe nao. Sasa kuna vipengele hapo viwili tu, vikague vizuri anasema mtu akidai anazishika amri za Mungu, lakini mtu akidai anamjua Mungu wala azishike amri zake, mtu akidai anamjua Mungu wala azishike amri zake, Biblia imesema ni mwongo we. Hiyo pointi ya kwanza. Alafu Biblia inasema hivi, wala ukweli ya umo ndani yake, wala ukweli ya umo ndani ya. Sasa tuende kipengele cha kwanza, Biblia imesema ni muo mwongo. Waongo ni wanani? waongo ni wanani? Soma kitabu cha Yohana 8:44. Kitabu cha Yohana nane mstari wake ni wa 44. Waongo ni wa nani? Ano, ane, arobaini, ane, anasema hivi. Anasema Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi? Ni Ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda, kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala kusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake, asemapo uongo, asemapo uongo. Asemapo uongo. Usema yaliyo yake, ya yake mwenyewe kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uongo. Kwa hiyo baba wa uongo wote ni nani? Shetani. Kwa hiyo mtu akidai anamjua Mungu ama mimi nikidai ninamjua Mungu, hata rafiki zangu mnaonisikiliza, hamna kiwango kingine Biblia imetuwekea. Ukidai ya kwamba unamjua Mungu na bado unatembea kinyume cha maagizo yake, wewe ni muongo. Biblia imesema hapo, wewe ni muongo, lakini kimsingi wewe ni waibilisi, wewe ni waibilisi kwa hiyo mtu ambaye anaendelea kutenda dhambi, hebu ngoja. Mtu anaweza akasema huyu ndugu, soma waraka wa kwanza wa Yohana tatu, mstari wake ni wa nani? Waraka wa kwanza wa Yohana tatu, mstari wake ni wa nani? Mwongo. Waraka wa kwanza wa Yohana. Kwa hiyo ndugu zangu tunapodai sisi ni Wakristo, ili tutoke kwenye hili kundi ambalo litakuwepo mnamo siku za mwisho, wanadai wanamjua Mungu lakini wanakana nguvu zake inatushauri <coughs> mtakeni Bwana na nguvu zake. Anasema atendaye dhambi ni waibilisi. Atendaye dhambi ni wanani? Waibilisi. Atendaye wa na dhambi, mstari wa nne umesema ni uasi wa sheria. Wa sheria. Atendaye dhambi ni waibiri? ni waibilisi, ni waibilisi. kwa kuwa ibilisi utenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kuwa ibilisi, ni, kuni, ni, ni anatenda dhambi tangu nini? Tangu mwanzo. Huyu anaweza akasema tunafundisha nini? Injili ya namna gani inafundishwa hapo, kwamba je tuje kwa Yesu tuendelee kutenda dhambi? Hapana, injili ya namna hiyo ni injili ya uongo, na ndio watu wanaipendelea. Ukianza okay, kufundisha hivyo, anasema ina maana hata wewe ambaye unafundisha hauna dhambi, haijarishi haijarishi. Lakini ukweli ni kwamba unapoendelea kutenda dhambi, wewe ni wa ibilisi, wewe ni wa nani. Hebu rudi mstari wa tano. Yesu watu wajauelewa, hata utume wake alikuja kufanya nini hapa duniani. Soma hapo hapo tatu mstari wake ni watano. Anasemaje? anasema nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi. anasema nanyi mnajua ya kwamba yeye Yesu alidhihirishwa ili aziondoe dhambi na dhambi haimo ndani ya ndani yake. kwa hiyo Yesu alidhihirishwa ili aiondoe nini? na dhambi haimo ndani yake. Je, tunakubaliana hapa mpendwa, kwamba utume na kazi ya Yesu duniani alikuja ili aziondoe dhambi na dhambi azimo ndani yake? Swali, dhambi anaziondoa kutoka wapi Zambi anaziondoa kutoka wapi? Zambi anaziondoa kutoka katika maisha yetu, kutoka katika maisha yetu. Kwa hiyo mtu anapokuwa anaendelea kutenda dhambi, mtu anapokuwa anaendelea kutenda dhambi, Biblia inasema ni waibilisi. Kwa hiyo leo watu waibilisi ndio wamejaa makanisani, na maanisha nini? Yaani leo Ukristo unaopendeka ni Ukristo wa watwende, tusali twende tumwombe Mungu tukitoka huko ni dhambi tumuombe Mungu tukitoka huko ni dhambi, au tunatenda dhambi tunatubu, tunatenda dhambi tunatubu. Yani ukristo huo, damu ya Yesu imefanywa kama kamchezo mchezo. Yani unatenda dhambi, kwamba si damu ipo, naenda kuoga, naenda nikitenda dhambi, naenda tena, nikitenda dhambi, naenda tena. Biblia inasema wameifanya damu ya mwana wa Mungu kuwa kitu cha ovyo lakini Ukristo wa namna huo ni uongo, na huu ndio Ukristo. Biblia inasema mnamo siku za mwisho utakuwa umetapakaa katika dunia, inasema wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Ni Wakristo, wanaodai ni Wakristo lakini wanaendeleza maisha ya dhambi. Lakini je, ndiyo Mungu ulikuwa ni mpango wake? Huo haukuwa mpango wa Mungu, mpango wa Mungu haukuwa hivyo. Kwa sababu gani? Mungu anapotuita tuje tuamini Hebu soma wa Thesalonike wa kwanza nne mstari wa saba mpango wa Mungu ni nini? Nataka hapa, ndugu zangu, tuweze kuelewana vizuri. Na kama tunatafuta kuokoka, katika saa hizi ni kutoka kwenye Ukristo wa namna hii, Ukristo wa kumkiri Yesu katika mdomo, lakini katika matendo hauonekani Yesu huyo haonekani. Yaani unadai we ni mcha Mungu, lakini dhambi kwako ni kitu cha kawaida. Ukristo wa namna hiyo leo ndio umeendea umeenea makanisani, na ukifika pale wanahubiriana, unajua hubiri lao ni nini? sisi ni wadhaifu sisi ni wa nini? Tukitenda dhambi tutaanguka, tutate tutatubu tena, tukitenda dhambi. Lakini Ukristo wa kweli ni huu, aacheni kutenda dhambi, nitawapa nguvu, nitawapa nini? Ndio maana somo letu nasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Tusipozitaka nguvu za Bwana tutaendelea kutenda dhambi. Na Mungu anapotuita katika Ukristo anasemaje? Soma Wathesalonika wa kwanza nne saba, anasemaje, maana Mungu hakutuitia uchafu. Maana mungu hakutuitia nini? Uchafu, ehe, bali tuwe katika utakaso. Tuelewane, ina maana mungu amewaita wa watu waende kanisani waendelee kuwa waongo? Ndio hiyo injili? Mungu amewaita wa watu waende kanisani waendelee kuwa wazinzi, waendelee kuwa wachawi? Sasa hiyo ndio injili inayotakwa na dunia sasa hivi, ndio injili ambayo inatakwa na nini? Kwamba njooni tu, nasema njooni tu, uje umebaki mini, uje. Bwana anaangalia moyo, anaangalia mwili. ngano Ma, na magugu magugu vichanganyike, eh, ngano na magugu vichanganyike. Anakwambia, anakwambia ngano na magugu lazima vitakuwa pamoja, wewe huwezi kutenganisha. Mtumishi aache humo humo, tutengene, eh eh, waache humo humo, lakini injili ya kweli ni kwamba, jamani, nyie mliokuja